Kwa majina anaitwa Mhandisi Makubi, Makubi Abel kutoka Wizara ya Kilimo Dodoma. Ah, kwanza Wizara ya Kilimo kupitia programu ya TFSRP in, inazin, inatekeleza kazi za ugawaji wa vifaa vya umwagiliaji kwa maeneo yenye vyanzo vya huduma vya maji hasa mito inayofika maji maziwa zingine za mali ambazo hazikauki. Mara kwanza tulifanya usanifu huo, tulitembelea maeneo, tukayaainisha, tukayaona. Mpaka sasa tumekuja kugawa vifaa hivi baada ya kujiridhisha maeneo hayo yapo na kulima, wanalima mazao ya bustani, mboga mboga, mazao mengine ya biashara, bustani mboga, mazao tulikuwa tunaona watu wanalima bustani, yuko, yuko ziwani, lakini anatumia ndoo kumwagilia tukaa na wizara ya support watu hawa. Na ndio maana tumekuja na vifaa hivi kwa ajili kulima ya kuwasaidia wakulima wetu, endelee kulima wako nje yake, inaendelea kuchimba. Kwa hao watu ambao wako nje ya vyanzo tunawachimbia visima. Mashine tuna tunazoita ni G 35 zina uwezo wa kumwagilia, yani huu mfumo mzima tunaweka ni 35 una uwezo wa kumwagilia ekari moja ndani ya saili moja, kitu ambacho sio rahisi kumwagilia na ndoo ekari nzima kwa lisari moja. Kwao tuna save muda na eneo pia, coverage ya eneo, kwa ufanisi wake, ni coverage eneo within a short kwa muda mfupi. Kwa majina naitwa Dr. Crispin Lawrence Shami, ni afisa kilimo mifugo na uvuvi wa halmashauri ya Misungwi. Tunashukuru Wizara ya Kilimo kutupatia hizi seti tatu za vifaa vya umwagiliaji. Ah, hivi vinakwenda kunufaisha moja kwa moja wana kikundi takribani tisini na nne ambao watashughulika moja kwa moja kwenye mashine hizi, lakini pale ni kwenye kata nzima Kwayo. Kwa hiyo tunategemea kwamba wakulima hii tunate, tunachukulia kama shamba darasa, ni sehemu ambayo wakulima wengine watakuja kujifunza na kuona ufanisi wa mashine hizi na kuona namna kazi ilivyorahisika ukilinganisha na kuchota ndoo. Kwa hiyo tunategemea kwamba zile wale wana kikundi tisini na nne ukiangalia kwenye familia wanazotoka utagundua kwamba tunakwenda kuhudumia watu zaidi ya mia tano wanaonufaika moja kwa moja kutoka kwenye familia hizo, lakini wale wanufaika wa pili ambao ni wakazi wa kata hizo, nao kupitia kujifunza kwao wapo watu wenye uwezo ambao wataweza kwenda kununua moja kwa moja na kuanza kuzitumia mashine hizi. Kwa hiyo tunategemea kwamba hii itakuwa ni chachu tu ambayo serikali imetoa, lakini baada ya mwaka miaka miwili tunategemea kwamba tutakuwa na seti hata zaidi ya ishirini ya hizi mashine.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 na sisi kama maafisa kilimo tunakwenda kutoa elimu, tunakwenda kuhamasisha ili kwamba watu wengi waingie kwenye vikundi vya namna hii waweze kunufaika kwenye mikopo. Tuna mikopo halmashauri ya asilimia kumi, ile nayo tunakwenda kuhamasisha vikundi viweze kukopa kwa ajili ya kununua mashine hizi. Kwa hiyo tunategemea kwamba hiki tulicho wizara ilichokianzisha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 tunategemea mpango kama huu uendelee kwa maeneo mengine pia, kwa sababu huu ni mwanzo, na nimefahamishwa pia kutakuwa kuna awamu zingine. Kwa hiyo, hawalau kwa kata zetu tatu zitapata zitapata huduma hii ya umwagiliaji kwa sasa, na wataalamu wa Halmashauri wamejipanga kuhakikisha kwamba vifaa hivi vitatumika vipasavyo kwa wakulima wetu ili kuongeza tija na uzalishaji katika wilaya yetu. Ayubu Masaru ni mwakilishi wa kampuni ya Glova, wasambazaji wa vifaa hivi za umwagiliaji. Sisi tume tumefika hapa Misungwi kwa ajili ya kukabidhi hivi vifaa kwa wanavikundi ambao ni wakulima. Idadi ya vifaa viko, ni mashine tatu na mipila mitano na sprinkler ama kinyesha mvua tatu, vitatu. Uh, faida ya, ya, ya, ku, ya hivi vifaa uh, kwanza kwa kinyesha mvua kwa maana sprinkler ina uwezo wa kumwaga maji ya mita zaidi ya 35 kutoka iliposimikwa, uh, kwa mzunguko wa nyuzi 360 itakamilisha zaidi ya mita 70 uh, lakini pia uh, vifaa vyetu hii pampu ina waranti amini, ina ina garantia ya kukaa zaidi ya miaka mitano kama itatunzwa vizuri na inatumia dizeli uh, kwa, kwa nusu litari sari moja unaweza ukamwagilia heka nzima uh, kingine ni tumeleta pia kwenye meshine moja ina uwezo wa kusukuma maji kutoka Uh, chanzo cha maji mpaka mita mia tano uh, kwa maana ya nusu kilomita. Kwa hiyo unaweza ukaona ni mashine kiasi gani ilivyo na nguvu ya kuweza kusukuma maji uh, kwa mtu binafsi kama atahitaji, uh, si chini ya, ya, ya milioni ya milioni saba naweza kapata ikiwa imeungana full set. Tunazidi kuwakaribisha wakulima Uh, ni wakati sahihi wa kuwekeza kwenye kilimo tuweze kujivunia. Nchi yetu bado ina sehemu nyingi sana ambayo hajalimwa. Tunakaribisha wakulima waweze ku, ku, ku, kulima pasipo kutegemea msimu wa mvua. Majina naitwa Mkwabi John Machunda, natokea kijiji cha Ikula, kitongoji cha Nyamwangu, kata ya Sumbugu, wilaya hii Misungwi. Radi tumeupokea kwanza kwa shangwe na furaha kubwa kwa sababu E, kwa tathmini harakaraka mimi binafsi pamoja na kikundi wenzangu ani hapo, utatuongezea manufaa, utatusaidia sana kwenye shughuli ya umwagiliaji, kwa sababu huu mradi haujalishi wakati wa kiang, wakati wa kiangazi ama ni masika, na maana wakati wote unahusika kujishughulisha na kilimo, na maana hauhitaji tena kusubiria mvua. E, maoni yangu kwa huu mradi, tunaomba tena serikali kwa namna nyingine yingine iendelee sasa kutuwezesha vitendea kazi, mfano kama turekita ni kusudi kuturahisishia kwenye swala kulima, kwa sababu serikali imesha turahisishia kwenye swala umwagiliaji. Tunategemea sasa kama turekita likaja, waweza tukapata tija zaidi. Jina naitwa Sara Elisha Manyama. Kwa majina naitwa Sara Elisha Manyama, natokea kijiji cha Ikula, kitongoji cha Nyamwangu, kata ya Sumbugu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 na hata wakati wa masika ingawaje na nili mvua ikipungua, tunapata kwa ajili ya umwagiliaji. Matarajio yangu sasa kilimo changu kitatanuka kwa ajili ya kupata na nili kitatanuka kwa, kwa ajili ya kupata mradi wa, wa kumwagilia, kwa sababu kiangazi nitakuwa ninalima hata masika pia nitakuwa ninalima. Kwa majina naitwa Tone Ngagizi Zozozo, natokea kata ya Ilujamate, kijiji cha Nyangumango, kitongoji Iherele. Tumpokee kwa sababu huu mradi ni mzuri, kwanza unatupunguzia gharama na tutapata mazao mengi, namna ya kujinufaisha familia zetu hmm. Hali mwanzo ilikuwa hali mwanzo ilikuwa ni ngumu kwa sababu tulikuwa tunachota maji kwa kutumia keni. Nakuwa ni usumbufu sana mazao kuyamwagilia.